Asilimia kubwa ya biashara huwa zinakufa kabla hazijaanza. Ukinionyesha business model yako ukiwa unaanza, takueleza kabisa kwamba hapa tunatoboa ama hapa kuna mahali tunaenda kukwama. Sasa kuna principles nyingi ambazo ni rahisi sana kuzitumia na ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutransform biashara yako na kuweza kuiongezea maisha zaidi, kwa sababu biashara ni sayansi. Biashara inahitaji kutumia data, kutumia utafiti na sio kuleta mazoea na kuleta hisia. Ndio maana anasema nikiona tu business model yako ni rahisi kuweza kujua hapa unatoboa ama kuna sehemu utaenda kugota. Kwa dhama hizi za mitandao, AI, blockchain, na teknolojia za kila ki, aina, maanake ni kwamba leverage ni kubwa sana na ni rahisi sana kujenga biashara ambayo ni sustainable na uwe una uzalishaji mkubwa zaidi kwa kutumia input kidogo. Kwa hiyo video hii itakusaidia sana kuweza kupata ideas mpya, lakini namna bora zaidi ya kuweza kutengeneza biashara ambayo ni rahisi kuweza kuwa na ushindani, kuua ushindani kwa watu, lakini pia kujitofautisha kabisa kwenye soko ambalo unashindana kwa sasa. Kama kuna kitu bora ambacho tunataka kujifunza kwenye video hii, basi ni the best way, the best way possible ya kuweza kujiposition na kutengeneza kakijiji kako kujitofautisha na washindani wako wote ambao unapambana nao sokoni. Manake biashara nyingi huwa zinakufa na kushindwa kujipambanua, kwa sababu unafanana na kila mtu tu. Sasa positioning ni moja ya principle ambayo ni muhimu sana kwenye biashara, na kwenye video hii utaenda ku benefit how to position yourself. Sasa nashia na wewe mbinu saba za kuua ushindani kabisa wa biashara pale ambapo unataka kufika viwango vikubwa na kuhakikisha wale unaoshindana nao basi umewacha m. Bila kupoteza muda, hakikisha umeweka full screen na uwe makini ku note points ili ziweze kukusaidia kwenye biashara yako. Twende chap. Nimegusia positioning, na positioning ndicho kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu kuweza kujua. Positioning ni uwezo wa kutambua upo kwenye aina gani ya biashara na kutafuta advantages za kuweza kujitofautisha na watu wengine. Moja ya shida kubwa sokoni ni kila mtu kuiga mtu anafanya nini. Yaani kwa sababu mtu fulani anafanya kitu fulani, basi na wewe unataka ukafungue biashara kama ya kwake. Ni lazima utafute unique selling pro proposition ambayo itakutofautisha na kila mtu . Tafuta vitu vyako vya msingi nem, tafuta majina yanayoeleza biashara, bidhaa, huduma unazozifanya tofauti na watu wengine. Zipe uhai biashara zako, huduma zako, bidhaa zako utakapozipa majina ya utofauti unaanza kuzitofautisha, lakini ni muhimu sana kuelewa kwamba ujumbe wako unavyozungumza kwenye content, unavyotoa content zako na kila kitu, vyote hivyo vinakusaidia kuweza kufanya positioning. Kwa hiyo kwa sababu ndio maana kuna watu ambao huwa unakuta ana biashara hii, ana huduma hii, lakini anavutia watu wa aina hii kwa sababu umefeli kwenye kujiposition. Hakikisha huduma zako, bidhaa zako zinaendana na ujumbe unaotoa kwenye content zako na kuhakikisha kwamba your positioning iko clear na inakutofautisha na washindani wako sokoni. Kuuza bidhaa bora ni moja ya kitu cha muhimu sana kuweza kuzingatia kwa sababu ndicho kitu ambacho kitaenda kukutofautisha sokoni na kuwa na utofauti mkubwa na washindani wako ambao unapamba nao sokoni. Hakikisha bidhaa zako zinakuwa bora kuliko kawaida, huduma zako zinakuwa bora kuliko kawaida. Ah, manake kile chochote unachokifanya Jambo la msingi ni kuhakikisha unafanya kwa kiwango cha juu na ubora wa bidhaa utakutofautisha kabisa na watu ambao wanajaribujaribu sokoni, watu ambao wanapambana na wewe. Lakini pia jambo la nne ambalo ni la muhimu sana ni kujitofautisha na kutoka kuwa muuzaji wa kawaida, muuzaji wa bidhaa na kuwa mtaalam. Mtaalam ni mtu anayetafutwa kutatua changamoto. Mtaalam ni mtu anayetafutwa kwa sababu ana jina kubwa kwenye industry. Mtaalam ni mtu ambaye anatafutwa kwa sababu kile ambacho anakiofa ni kwa sababu yeye anatafutwa kama mtu anayeongoza industry. Hakikisha kwenye industry yako jina lako linatokea miongoni mwa watu watatu ambao wanafanya vizuri sana. Kwa mfano, unapozungumzia copywriting huwezi kuacha kumzungumzia mtu kama Amos. Unapozungumzia digital marketing uwezi kumzungumzia mtu kama Gilsanti. Ukizungumzia expert business uacha kuwazungumzia watu kama uh, Kina Milambo wazungumzia watu kama Dr. Saidi Saidi. Maanake ni kwamba tayari industry hii wameweka majina, lazima uwe mtaalamu kwenye hilo eneo. Ndio maana hata kwenye programu yetu ya wewe ni mgodi 10x tunahakikisha tunakupa maarifa ya kuweza kutransform kutoka kuwa muuzaji wa kawaida na kujiposition kama mtaalamu ambaye anaaminika na kutafutwa na watu ili kutatua changamoto. Hii itakusaidia sana kuweza kujitofautisha na watu na kuwa na jina la pekee yako kuwa mtaalam na sio muuzaji wa bidhaa. Jifunze kusaidia watu badala ya kufocus na kuuza moja kwa moja. Mbinu ambayo itakusaidia sana kuweza kuwa mtu wa tofauti na mtu mwenye kijiji chako kwenye bidhaa ama kwenye industry ambayo unaifanya ni kuhakikisha umetoka kwenye ile nadharia ya kutaka kuuzauza tu na kuwa na ule moyo wa kusaidia watu. Ionekane kweli una nguvu, una moyo wa kutaka kuwasaidia watu kuondokana na kile kitu ambacho wanachopitia. Hii itakutransform maisha yako na itakusaidia sana kuweza kuuza kuliko kawaida. Always hakikisha una focus na kusaidia watu kuliko kuuza peke yake. Binadamu wanapenda kununua, lakini hawapendi kuuziwa. Maana yake ukijitoa kwenye kuwauzia na ukajiweka kwenye kuwasaidia, itakuwa rahisi wewe kuweza kuwauzia, kwa sababu unaonyesha unaweza kuwasaidia na unapenda kuwasaidia kuliko kuchukua pesa zao. Itumia hii, itakusaidia sana kuweza kujitofautisha sokoni. Mahusiano ni njia nyingine itakayosaidia sana kuweza kujitofautisha. Mahusiano yanavutia wateja. Mahusiano yatakuvutia watu wanunue kwako, mara moja mara mbili mara tatu, na wabaki kununua siku zote bidhaa ambazo unaziuza. Hakuna namna ambavyo unaweza kusisitiza, kama unataka kuwa kwenye industry kwa muda mrefu, jifunze kufanya mahusiano ya kimkakati, jifunze kuwavutia watu wabaki kununua bidhaa zako siku zote, kwa sababu mwisho wa siku bidhaa ambayo Biashara ambayo inadumu kwa muda mrefu ni ile ambayo ina focus kutatua matatizo ya muda mrefu. Ni biashara ambayo ipo kimkakati kuhakikisha mtu anayenunua ananunua tena, na nikwambie hii siri, ni rahisi sana kumuuzia mtu ambaye tayari ameshanunua kwako kwako kuliko mtu ambaye hajawahi kununua kwako. Kwa hiyo always hakikisha unatunza contacts za watu ambao wananunua, unawasiliana nao, unajua bidhaa zimewasaidia kwa kiongo gani, wanaendeleaje hii ni mbinu ambayo imenisaidia sana kuweza kufanya biashara kwa kiwango kikubwa, na wewe itakusaidia sana kuweza kuja kujitofautisha na kuwa mtu wa upekee. Always focus na mahusiano kuliko kitu kingine chochote kile. Na jambo la mwisho ama kitu cha muhimu kabisa kuzingatia, hakikisha unatandika content za kutosha, zungumzia content, zungumzia product zako, zungumzia huduma zako ongea stori yako, ikae kichwani mwa watu. Utaweza kabisa kubadilisha ushindani wako na kuwa katika levo yako ya kipekee utakavyozungumza stori katika content zako. Content ni mbegu. Unavyoeleza ndoto yako ya kutatua tatizo, matatizo ya watu, ndoto yako ya kusaidia watu, ndivyo hivyo hivyo unaweza kuwafikia watu wengi zaidi, na mimi wanaamini kwamba content ni mbegu kadri unavyotengeneza content na kufikia watu wengi zaidi, ndivyo unavyouza maradufu, na ndivyo ambavyo unaweza ku kuwa unapambana peke yako kwenye soko lako wewe mwenyewe. Tengeneza sana content, zitakusaidia sana kuweza kujitofautisha. Sasa kama una ushindani na watu, maana yake ni kwamba kupitia content zako, watu ndio wataona tabia zako watu wataona moyo wako, watu wataona haiba yako, watu wataona produkti zako, watu wataona kile unachokifanya, na kwa hakika ndio njia bora zaidi ya kukutofautisha na watu wengine. Kujifunza kwenye, kwenye projekti zetu, kujifunza kwenye program zangu za Wewe ni Mgodi 10x, hakikisha umepitia kwenye linki hapo chini, kwa sababu hiyo pro, program inasaidia sana watu kama coaches, consultants, network marketers, wanafunzi, wafanyakazi kuweza kujitoa kwenye kulalamika na kuanza kutumia zawadi zao kuweza kuingiza kipato. Link ipo kwenye description, hakikisha umeitumia vizuri.